Mbere ya kamera za waandishi wa habari wakazi wa, wa halmashauri za Mlimba na Ifakara wilayani Kilombero mkoani Morogoro wanaeleza namna walivyofaidika na yale yaliyotekelezwa na serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Dkt Samia Suluhu Hassan. Tunamshukuru sana rais wetu Samia kwa kutuletea kituo cha kupozea umeme ambacho kipo katika kata ya Kibaoni na ni kituo kimetumia gharama kubwa sana, lakini toka kimeanzishwa kile kituo umeme hapa Kilombero haukatiki, na kama ukikatika, laba panya amekanyaga waya na vitu kama hivyo, lakini sio changamoto tena. Umeme kwa sasa sio changamoto, lakini pia kwenye barabara, miundombinu ya barabara, huko nyuma barabara yetu ilikuwa ni ya vumbi ilikuwa ni ya matope, kulikuwa kuna shida kubwa sana. Unaweza ukatumia kutoka Ruaa mpaka hapa Ifakara unatumia masaa manne au masaa mawili, wakati mwingine, itategemea na barabara iko kwenye namna gani kulingana na hali ya hewa. Lakini kwa sasa tunatembea na tunatamba na lami yetu, ambapo lami hii imeturahisishia mambo mengi sana. Kutoka Rua mpaka hapa unaweza ukatumia nusu saa, dakika 45 au lisari moja. Ameweza kutushusha ndoo kichwani, kiukweli tulikuwa tunatembea umbali mrefu sana kutafuta maji ya visi Sima na kadhalika. Lakini kwa sasa maji yanatoka maeneo mengi. Kwa hiyo maji ni mengi kila maeneo yanakuwa yanatoka maji yametekeleza katika ilani yake ambayo atuahidi lakini pia katika uzalishaji umeme. Umeme, miaka mitano hii ambayo ilikuwa imepita, umeme ulikuwa ni tatizo kubwa sana katika halmashauri yetu ya mji wa Ifakara. Yani upepo tu ukipita basi umeme unakatika, mawingu yakija umeme unakatika. Lakini kwa sasa hivi yani uzalishaji umekuwa ni mwepesi sana, masuala ya kupeleka mpunga shambani nani mpunga uh, mashineni lakini mahindi kusaga, kiukweli ni muda wote tunafanya uzalishaji katika maeneo hayo. Kwanza juila yetu ina wakulima wa miwa wengi sana. Kwa hiyo kwa kipindi kirefu sana, watu walikuwa wakipanda miwa yao haivunwi, inakaa muda mrefu, lakini sasa mama ametengeneza kiwanda kipya cha, cha, cha, cha, cha sukari pale cha K4 ambacho kwa sasa mwezi ujao kinaenda kuanza kufanya kazi. Hakutokuwa na miwa ya watu ambao itakuwa imelala tena lakini pia ameweza kuboresha barabara yetu kwa kilomita 67 kuanzia Kidatu hadi Ifakara Aa, ambako uboreshaji wa barabara hii umesaidia watu kukuwa kiuchumi kusafirisha mazao yao ya mpunga kutoka Ifakara kwenda Morogoro na kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya mauzaji ya mchele na vitu vingine vingine. Kwa sasa serikali ya awamu ya sita imetumia shilingi bilioni 44 kuboresha huduma za nishati ya umeme katika vitongoji 283 kati ya vitongoji 458 vilivyopo katika halmashauri ya Mlimba na Ifakara. Na kwenye kipindi hiki ambacho ndani ya miezi miwili ijayo, kwa wilaya ya Kilombero tunakwenda tena kuhakikisha kwanza kwamba vitongoji 103 vinapata umeme. Vitongoji hivi vimetengewa shilingi bilioni ishirini pointi mbili kwa hiyo jumla ya fedha zote ambazo serikali imetenga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Kilombero wanapata umeme ni bilioni sitini. Ukichukua zile arobaini na nne pamoja na hizi ishirini inakuwa bilioni sitini na nne. Serikali imeweka kuanzia ishirini ishirini mpaka sasa 2025 kuhakikisha wilaya ya Kilombero wananchi wanapata umeme. Mbele ya wajumbe wa halmashauri kuu wa chama cha mapinduzi CCM wilaya ya Kilombero, mkuu wa wilaya hiyo Dunstan Kiobia anaweka bayana yale yote yaliyotekelezwa na serikali katika kipindi cha miaka minne ya Dkt. Samia Suluhu Hassan. Mshe mwenyekiti, katika miaka hiyo mitano tumepata mradi wa maji wa kimkakati, mradi wa maji ambao ni wa kiburubutu bilioni 42 mpaka sasa. Mshe mwenyekiti, mradi huo uko kwenye thamani ya shilingi asilimia 48.9, tunategemea kufika mwezi wa kumi utakuwa umekamilika, na wana CCM wa jimbo la mashariki na wakazi wote wakiombewo, hasa mje pakala, watakuwa na uwezo wa kuona vitu kama hivyo katika utekelezaji. Hakuna kijiji hata kimoja ambacho hakina umeme Vijiji vyote mia moja na kumi vina umeme. Kijiji cha mwisho kupata umeme kile cha Tanganyika Kitobo, kata ya Masagati, mpakani mwa Kilombero na Njombe pale madebe, cha mwenyekiti, mpaka sasa pale Tanganyika umeme unawaka, na bado kuna zahanati na inafanya kazi na umeme huko, lakini kuhakikisha kwamba umeme unakuwa mzuri, mwenyekiti, Dkt. Samia ameweka miundombinu na miundombinu ya kwanza ni substation iko hapo Kibaoni bilioni 24.5. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Morogoro, ni mimi Vedasto George wa Daily News Digital. <tune>